Kutokana na wajibu mkubwa mlionao kwa taifa letu katika kufikisha hayo kwa wananchi, napenda kuagiza mambo yafuatayo: moja, taasisi zote za serikali kuhakikisha zinaandaa mikakati imara ya mawasiliano; pili, taasisi zote za serikali kuanzia ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa sekretarieti za mikoa, wizara, wakala, idara zinazojitegemea na taasisi nyingine kuajiri maafisa habari na mawasiliano watakaokuwa daraja la mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Maafisa hao pia watumike kama washauri wa masuala ya mawasiliano kwa umma na habari. Tatu, kutenga bajeti ya kutosha ya kununulia vitendea kazi na kugharamia shughuli za mawasiliano ya serikali kwa umma. Nne, kuhakikisha mnawajengea uwezo wa wataalamu mlio nao ili waweze kutumia teknolojia ya kisasa katika utekelezaji wa majukumu yao ya mawasiliano kwa umma. Tano, kushirikisha maafisa habari na mawasiliano kwenye shughuli zote za miradi ya maendeleo ili waweze kutoa ushauri wa kitaalamu na namna ya kutangaza mafanikio ya miradi ya maendeleo. Sita, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, pamoja na watendaji wakuu wa taasisi zote kushiriki kikamilifu kutangaza shughuli za serikali kwa umma. Na saba, kujenga mahusiano, kujenga uhusiano mzuri na waandishi wa habari nchini ili kuimarisha utoaji wa taarifa za serikali kwa umma.